Mimi ni daktari wa upasuaji lakini pia ni mkuu wa idara ya upasuaji chuo cha Muhimbili MUHAS. Leo tuko hapa akeme na lengo kubwa ni ni kuwapongeza vijana wetu wanaohitimu mafunzo ya wa upasuaji MD surgery, general surgery pamoja na MD urology, lakini pia wale ambao wanafanya super specialization kwenye nyanja mbalimbali za upasuaji. Ni tukio kubwa, ni tukio la aina yake, kwa sababu linaashiria ushirikiano mkubwa ambao tumekuwa nao, kwanza baina ya wanafunzi wenyewe trainees, kwa sababu wapo wa miaka yote, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, pia wale wa degree ya kwanza undergraduate pia wako hapa. Kwa hiyo ni fursa ya kuonana kwa pamoja na kuonyesha ushirikiano, ila pia wapo walimu maprofesa specialist na wa aina mbalimbali wa upasuaji, wako nurses ambao tunashirikiana nao. Kwa hiyo ukiangalia hili tukio ni tukio ambalo ni kupongezana, lakini pia ni kiashiria cha mshikamano uliopo baina ya wana trainees, lakini baina ya wanafunzi na walimu wao. Lakini pia utaona kuna mchanganyiko mzuri sana, kuna stafu wa MUHAS na stafu wa Muhimbili National Hospital, huwezi kutambua ni yupi anatoka taasisi ipi. Hii kuna mshikamano mkubwa sana, kwa hiyo nikiashiria, pamoja na kwamba mwaka mzima tunakuwa kwenye mshike mshike, kazi nyingi, mivutano mingi, mitihani, lakini hatimaye tunaonyesha kwamba sisi ni kitu kimoja na tunafurahi kwa pamoja, tukiwaaga vijana wetu ambao wamefanya kazi kubwa kabisa katika kuhakikisha mambo yanaenda vizuri, lakini pia utaona kuna watu wenye uzoefu mkubwa hapa, kuna maprofesa wenye wa siku nyingi sana, wamefanya kazi zaidi ya miaka arobaini, wameweza kupata nafasi ya kuzungumza, kuwaasa vijana wetu kwamba wanahitimu leo, wanatarajiwa ni kitu gani kinatarajiwa kutoka kwao. Na kwa kweli tumejifunza mambo mengi, namna ya kushare experience, mikitubia ni kitu gani wanatakiwa wakafanya kule wanapokwenda, lakini pia wameaswa kwamba pamoja na kwamba wamehitimu leo bado hawajakamilika kama masa, kuna kazi kubwa mbele yao ambayo inawakabili lakini vilevile mafunzo yanaendelea. Dunia imebadilika, teknolojia imebadilika, kuna lot of innovations na mambo yanabadilika kila kitu. Kwa hiyo pale walipofikia hawajamaliza, wanatakiwa rudi tena kuja kujifunza zaidi na kuwa bora zaidi. Yote ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma nzuri kwa wanamagani vinahusika kwenye upasuaji. Niseme tu kwanza, chuo chetu cha MUHAS kinapokea wataalam kutoka nchi jirani. Tunao wahitimu hapa kutoka Kongo, tunao wahitimu kutoka Uganda, tunao wahitimu kutoka Kenya, tunao wahitimu kutoka Sudan, na wakati mwingine tunao wahitimu kutoka Nigeria pamoja na Somalia. Kwa hiyo utaona kwamba kuna mwingiliano mzuri, lakini ni ishara pia kwamba chetu kinafanya kazi kubwa. Nigusie tu, tunapozungumza kumtambuka wa utoaji wa huduma za upasuaji na huduma kwa ujumla za afya, tusisahau swala la medical tourism. Hili ni jambo kubwa kabisa, na tumesikia wazungumzaji hapa wametoka kuzungumza kuhusu medical tourism, namna gani tunatengeneza mtandao wa kuwapatia watu huduma kutoka sehemu mbalimbali kutoka Kenya, kutoka Uganda, Rwanda, Rwanda, Sudan, Somalia, Kongo na nchi zingine, lakini vilevile hata humu humu ndani, namna gani mtandao unaweza ukawa wakutanisha wataalam na, na namna gani mtandao wa medical tourism unaweza ukamwambia mgonjwa ni wapi atapata huduma ipi, na hizi huduma zinapatikana hapa kwetu na mazungumzo mazuri pia yametoka wenzetu ambao wanafanya medical tourism, namna gani ya kuwa link, namna gani ya kuwapatia huduma wagonjwa kwa kuonyesha ni wapi huduma fulani inapatikana. Kwa hiyo tunapokea wagonjwa kwa, kwa kutumia medical tourism, wagonjwa wanaweza wakatoka nchi hizi jirani na hata nchi za mbali kuja kupata huduma ambazo unao wataalamu na vifaa vipo na teknolojia inaendelea kukua. kwa hiyo ni jambo la msingi sana medical tourism kuzungumziwa na watu kuitumia hiyo kama sehemu ya tutuu elimu.